Hawa ni zaidi ya mchwa, na hawa washaweka mizizi hapa, kaka. Kuja kuwatoa ni ngumu. Ni bora waondoke mapema hii wanaobaki hapa wabaki wale ambao wana nguvu za kutengeneza viwanda na waajiri wa Tanzania, na wawape uajenti wa Tanzania wachache, ni watatu wanne, wawe supplies kwa watu wengine mmoja mmoja, lakini sio kwa hicho anachokifanya miaka ya nyuma. Mtu anapakia mzigo China, ukiwa huko njiani watu wamesha mfuata naye, wamesha ongea naye, wana mzigo gani na mzigo huu na huu, watu wanalipia mzigo alafu mtu anarudi tena aa kwenye mzunguko chini analeta tena mzigo. Ukifika hapa anagawia watu mzigo, lakini ile mzigo ya poa anagawia watu mzigo yao wale wale watu, kwa sababu kwa kala kwa hapo, lakini unanunua kwa mwenzi wako ambaye amewahi mzigo kabla yako, hata mara baada. Mimi nimewahi mzigo jana, nimempata na uwezo wa kumuuzia rafiki yangu tena, wao hapo kala yako, naye tena akauza, na tena mimi tena nikapata na mteja, nikaenda kununua kwake, na nikachukua nikamuuza na mteja wangu. Yani mzigo ulikuwa unapita ndani ya mikono ya watu hata watu kumi, kila mtu anapata mia mbili, mia tatu, mia mbili, mia tatu unatumia mahali hapa kanasikia mlengwa na biashara kwa inaenda vizuri na watu wanaenda vizuri na watu wanaweza kukidhi mahitaji yao na maisha yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo hii hiyo cheni ya watu kumi hapo katikati hapo ndo huo mnyororo wa thamani tu kumi wote wameshaondoka, yani mzigo unatoka kiwandani moja kwa moja unatua kwa mlaji moja kwa moja. Sasa hawa tu kumi katikati hapa wanaenda wapi? Je, wapi wanaenda kufanya kazi wapi? Au serikali imeandaa mazingira gani ya wao kwenda kufanya kazi, wakafanya kazi wapi? Wakati hizi hii ndo kazi ambayo

anamwekea faida yake naye kidogo, hata kila kata hata elfu tano elfu tano, na ule mwenye duka naye anauza tena kwa mtu mwingine, anaweka dukani naye anauza. Watu wote yaani mizigo ilikuwa inapitana na mikono hata mpaka watu kumi. Asante sana huyo ni mfanyabiashara biashara mmetoka kumsikia hapo lakini mm. namba yetu ya simu iko wazi unaweza ukatuma voice note unaweza kupiga simu 0759956840 tuko na waziri wa mm. viwanda na biashara Mheshimiwa Suleiman Jafo tuko naye mm. hapa asubuhi Hai, Mheshimiwa waziri kuna, uh, kuna mgeni ambaye anaweza akaingia kwenye nchi ambayo sheria zake wala hazijui na akazichezea bila ya msaada wa watu hasa watendaji na. Nishukuru Bwana Masudi kifanya ni kwamba kwa mujibu wa eh, kwa sababu hapa tunaangalia nani, kwa mujibu wa tafiti yetu ambao kazi iliyoenda kufanyika hapa imeonekana kuna, kuna, kuna, kuna hali wakati mwingine haswa watu wetu wamezungumza kwamba kwamba kuna mashaka ya rushwa kwamba inaonekana eh, baadhi ya watendaji inawezekana wengine si waaminifu mm. ambao ndio wanasababisha hii hali imefikia hapo, na ndio maana kwamba unaona kwamba imependekeza kwamba kuangalia jinsi gani mifumo yetu sasa kuweza kuimarisha zaidi, kwa lengo ni kwamba kuzuia mianya yoyote ambayo inasababisha watu waka compromise. kwa sababu unaona uh, kwa mfano taarifa hili kuwasilishwa ni jambo ambalo uh, ni kubwa zaidi mm. E, licha kuwasilisha taarifa ile kamili ya utendaji wa kazi lakini kamati yetu ilionesha taarifa nyingine hii taarifa nyingine manake ikihusisha uh, wakati kamati inafanya kazi, kamati ilikuwa inapokea simu za aina mbalimbali ya kwamba usifanye hilo, simama hilo, siendelee hivyo. Unaona hiyo sasa, maanake hiyo inakupa mashaka. Ilikuwa inapokea simu za yaani, kuna watu wengine wanapiga simu, simu katika kamati mm, kwamba uh, nyinyi mnaenda wapi? Hakuna mm. si, kufanya hicho siyo. Kwa hiyo kamati liku, ilifanya kazi ya uzalendo wa hali ya juu maanake inakuonyesha kwamba uh, hicho ndio ninazozungumza. Inawezekana mtu ameingia, kuna watu wanasaidia hiyo mifumo ya kufanya hivyo. Mm. Kwa hiyo ni jukumu la serikali sasa baada ya kuona kubaini haya, sasa kwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo zoezi lililobakia sasa hivi, eh, ni kuhakikisha kwamba tunaratibu vizuri kwa utaratibu wa mamlaka zetu za serikali. Maanake unajua kwamba kuna hizi wizara zingine zabidi ziratibiwe na, na ofisi ya Waziri Mkuu, mambo mbalimbali kwa katika upande wa serikali. Imani yetu kwamba tutafika mahala pazuri. Lakini kubwa zaidi tumebaini kuna mambo makubwa ya kuweza kuyafanyia kazi kama, kama nchi. Mm. Kwa ajili ya wananchi wetu waweze kupata fursa nzuri ya maendeleo. kwa, mm. Kwa, kwa, mm. Kwa, kwa, kwa jambo hili, tatizo ni kubwa sana mheshimiwa, hmm, waziri na Watanzania wengi ukisoma mawazo yao kupitia mtanda, mitandao lakini pia hata unapozungumza nao wanaogopa <coughs> na wanawasiwasi <coughs> kama kweli tuna, tunaweza tukalitatua, kwa sababu ya asili yetu jinsi ilivyo, namna ambavyo mambo mengi sana tunayachukua kiwepesiwepesi, yanaweza akaja kwa mzuka maanaake hata sisi tafika kipindi tutaacha kulizungumza, mm. Alafu vitu vinakwenda vinakuwa kimya, lakini bomu ambalo tunalipandikiza unajua, mnalielewa ni kubwa kiasi gani. Masuala nichosema ni kweli na Watanzania lazima we na hofu, wakati baada ya kuona nini. Lakini kubwa zaidi, unaona commitment ya serikali, mm. Unajua, kwa mara ya kwanza serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mm. kwenda kufanya uchunguzi for the first time kule, uchunguzi wa kina haijawahi kutokea. Kwa hiyo jambo la kwanza, kama tu appreciate kwamba wakati wa utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan anaweka misingi ya kuhakikisha kufanya ufuatiliaji maelekezo yake, manake ni kwamba kutaka wananchi wake waweze kupata fursa, lakini kubwa zaidi ni kwamba kwenda kamati na kuibua mambo ambayo ni ya msingi ya kufanywa kazi. Hili ni jambo lingine, manake kamati ingeondoka afu ingeleta ripoti kwamba tumeenda, hakuna jambo lingine lolote. Hilo ni jambo lingine. Kama, na hiyo ripoti ingepokelewa sababu bwana, hakuna jambo lingine, tumeona watu wawili watatu tu, ni jambo la kawaida, nchi mbalimbali wageni wapo, hata sisi Watanzania tuko katika nchi za wenzetu, wangekuja na, na taarifa kama. Lakini kitendo kwenda kuhakikisha wanafuatilia na kubaini mambo mbalimbali mm, na wale watumishi wengine wenyewe ni watumishi wa serikali wa idara mbalimbali, plasi na wale watu kutoka private sector. Hiyo inaonyesha kwamba ni commitment ya serikali kupata jambo liweze kufanywa kazi. Mheshimiwa Waziri. <clears throat> nakumbuka na, na wakati Mheshimiwa Rais anazungumza maneno ni wakati anakuwa anakuapisha ku, kuwa waziri wa viwanda na biashara, na of course tunamshukuru kama wananchi, uh, Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa sababu yeye ndio yuko juu, inawezekana kuna information nyingi anazipata kutoka chini, na yeye ndio ameamua alifanywe kazi, lakini hapa katikati uh, kuna watendaji wengi sana ambao yeye ameweka kwa niaba yake yeye ili kuweza kutekeleza ma, ma, ma maelezo na na, na tuseme maelezo ya kutolea kutoka namba moja kushuka chini, hauoni kama hapa katikati kuna utendaji ambao haufanyi kazi yake mm. Uwajibikaji hakuna mm. Manake, mheshimiwa rais asingilizungumza hili, tungeendelea kuona kile ambacho sisi sasa hivi wananchi wanakipigia kelele, na sitaki kuamini kwamba wananchi hawazungumzi, na sitaki kuamini katika idara mbalimbali ambazo mbali zinahusika katika sekta nzima ya biashara na viwanda na biashara hawalioni ama hawaoni haya mambo, mpaka kamati iundwe kwa ajili ya kuja kutoa majibu haya. Ha, kwanza nikushukuru Unakumbuka tulipokuwa kizi nani tungu Zanzibar mm. Mimi mara ya kwanza ninapishwa kuingia katika wizara hii na mimi ni ni bahati kubwa sana, maana yake unapokabidhiwa jambo lina mambo mengi mm. hiyo mm. ni bahati mm. Eh, unapoenda sehemu haina changamoto na lakini, kama unaenda sehemu una changamoto ni bahati mm. na mheshimiwa rais alizungumza kama waziri, kuna jambo hili kalifanya kazi, for the first time tukiwa tungu na unakumbuka kwamba ziara yangu siku narudi tu, moja kwa moja nikafika Kariakoo mm. Asubuhi yake tu nikafika Kariakoo. Na kazi kubwa tuliyofanya baada ya kuongea na wafanyabiashara tukawaelekeza maafisa kazi na watu wa uhamiaji, statement yangu ya kwanza, fuatilieni jambo hili na tupate taarifa kuona kwamba ni watu wangapi wanafanya biashara katika maeneo hayo. Hiyo nakumbuka tulitoa siku ya pili tu mara baada ya kuapishwa. Lengo letu ni kwamba vyombo sasa vianze kufanya kazi. Sasa hapa wakati time frame ya kuona jambo hili fanya kazi, ikaja swala la Kariakoo ikatoka agizo lingine. Sasa ndio maana kwa, kwa sababu mwanzo tulishatoa maelekezo niko kali yako, nimeshatoa maelekezo haya maafisa kazi na maafisa wa biashara na watu wote wahakikishe na watu wahamiaji wafuatilie jambo hili kubaini kama watu mbalimbali ambao wameingia katika maeneo wanafanya biashara. Sasa ndio maana tukaamua kuunda timu. Kuunda timu maana yake nini? Kuenda kulitatua ile tatizo kwa ukubwa wake, na ndio maana nimesema, wakati nilitoa maagizo ya kwanza, maana baada ya utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa Rais, mm. utendaji wake ulikuwa wa kusuasua katika idara zetu. Maana yake ni nini? Mtu anaweza kaja kwa taarifa kwamba jambo hili halipo. Ndio maana mm, tukaamua kuunda timu maalum kuona uzito wa tatizo hili, na kwa kweli mimi nikawa kama waziri na msaidia Mheshimiwa Rais, nimebaini kwamba kuna shida kubwa sana ya msingi kufanya kazi. Kwa hiyo, kama serikali, ni hatua muhimu sana ambayo tumeendelea kuifanya. Bila kufanya hivi, tusingepata mwarubaini wa jinsi gani kutafuta kuta, mikakati ya kutatua tatizo hili. Kwa hiyo mm, ni jambo la msingi sana na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri, nataka nikazie kidogo kwenye swali <clears throat> la la feti. Ah <clears throat> uh, nadhani msingi wa swali la feti ni kwamba namna ambavyo tunakaa na nadhani hii atu, tunaiona sio tu kwenye eneo kama la hata kwenye hii tunalizungumza hmm, lakini pia kwenye maeneo mengine tumekuwa tukiliona. Nakumbuka nilikuwa nafanya interview na mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Poma Makonda, pia nilimuuliza hili swali, wakati tunamuuliza kuhusu swala la Wamasai na Ngorongoro hmm, kwamba wakati ile idadi ya watu inaongezeka mpaka inafika sehemu ambapo tunahisi naweza kuwa Uh, hatari mm-hmm. kwa kwa kwa uoto uh, uh, uh, uh, whatever it is ekolojia na vitu kama hivyo, yaani e, kuna watu walikuwepo, yani kuanzia chini kule tuna mtendaji wa mtaa, tuna mtendaji wa kata, tuna nani mpaka juu kule juu tunapofika kwa, kwa Mheshimiwa Rais. Msingi naamini kabisa wa swali la feti ni kwamba tuna, tuna tuna tuna watu kwenye kwenye, kwenye mifumo ya serikali ambao hawafanyi kazi au ni nini kinatokea kwa sababu kama jambo kama hili ambalo liko wazi na wananchi wanaliona, maanake ni, ni kwamba leo kaja mgeni mmoja, kesho wa pili, kesho wa tatu, anafanya kazi tofauti na utaratibu. Ni nini kinatokea mpaka rais, yani namba moja, atoe maelekezo ndipo tume iundwe ndipo kazi ifanyike. Kubwa zaidi kama tulivyosema, ni kuimarisha mifumo yetu ya wajibikaji mm. manake hili ndio jambo la msingi, lazima mm. tukubali kama kila mtu ana play nafasi yake ilivyo, maanake mm. hatutokuwa na changamoto hizi, na ndio maana nimesema kwamba taarifa hii yetu inatusaidia zaidi, maanake inaonekana kuna mianya gani, kuna watu hawatimizi vizuri wajibu wao mm. ama kama wanatimiza wajibu wao lakini inawezekana kuna watu wengine wanasababisha u, nani wajibu wao usitimize vizuri mm. katika hili unaona kwamba uh, kama mtu anaingia kuna mtu ana track mm. mtu mtu mtu anaingia kama anafanya kazi kuna mtu kazi. Kuna mtu kazi. Lakini kama kuna, kuna mambo mm. kazi hayakaa, ni jukumu la serikali sasa mm. kuhakikisha kuangalia watu wote ambao singine kama kuna uzembe upi ufanyike mm. unaona mm. kwamba kuna kuna shida ipo mm. lazima mm. tuifanyie kazi kama serikali na, na, tusimungunye maneno lazima kila mtu atimize wajibu wake hili ndio jambo la msingi. Kila mtu atimize wajibu wake. Tukitimiza kila mtu wajibu wake hatutoka kwa sababu hii ni sehemu moja. Tukishindwa kila mtu kutimiza wajibu wake, inawezekana tutapata matatizo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ripoti hii ndio nimesema, hii ni reference point katika kwetu sisi mm -hmm. kuona kwamba jinsi gani kama nchi tutaweza kusonga vizuri mbele vizuri zaidi. Sio eneo hili la wageni pekee yake, lakini kama tutaruhusu mianya mbalimbali mm -hmm. tutapata changamoto nyingi kubwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba taarifa hii sasa itusaidie sasa kuona kwamba kuna madhaifu ambayo lazima kama viongozi, lakini kila mtendaji katika eneo lake lazima afanye kazi, kwa sababu ninaamini Kitendo kwa mtu kufungua duka nani? Sio mpaka rais aje au sio, mpaka waziri wapi, lakini kuna watu pale kila siku wanaoishi katika eneo hilo lazima watimize wajibu wao. mm -hmm. tuki, tuki, hiyo lazima tuwe wazi sio kama kila mtu nini atafurahia, lakini nini dhamira Mheshimiwa Rais, nini dhamira Watanzania ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa maeneo salama, lazima tuwajibike. Mm, kume kumekuwa na kama ambavyo umesema, maana kuna watu ambao hawaji, hawawajibiki katika nafasi zao, umenielewa ndio maana wanakuja kuleta mpaka kuundwa kwa kamati. Watanzania wanaona na wanashuhudia hivi vitu na naamini wanatoa maoni yao, lakini hayawezi kufika kwa sababu kuna baadhi ya watendaji ambao sio waadilifu katika kazi zao na hawawajibiki katika kazi zao, kama kikunuku kulivyosema hapa kwamba kuna hata wengine wanadiriki kupigia simu watu ambao wako katika kamati kuambia achana na hiki achana na hiki. Maana yake hao ni watu ambao wapo katika nafasi ambazo wame, wame, wame, wame, wamewekwa pale na, na, na, na uongozi na, na, na serikali ama pengine na rais na kuanza kuwa, kuwatisha kamati kuto kushughulikia yale ambayo uh, kamati imeundwa kushughulikia. Maanake kuna watu ambao hawawajibiki na kuna watu ambao hawana uadilifu. accountable hao wanakuwa accountable na vipi, serikali inawafanya mm. wawe accountable mm. ili wajue wanaposimama katika nafasi yao wanatakiwa kusimama inavyotakiwa. Tukisema tu huyu mm. hawezi ama huyu hajafanya ama, kuto kui, ama mm. hata kuyafumbia uh, macho, ama kuto kuyasema kutokutaja majina yao mm. bado haimweki mwingine kuogopa mm. kile ambacho mwenzake kakifanya. Yani Mheshimiwa Waziri, kukuongezea hapo eh, leo naongezea kwa fete takuwa msemaji wako mm. <laughs> <tabu tabu tabu tabu> <wab. tabu> kuna, kuna sensi ya watu pia baadhi ya watu kuamini kwamba serikali huwa mnafiki na yani, mna si mnafanyaje, kama mnalindana hmm. kwa kuto kwa kuto kutaja specifics yani hmm. mnapotoa maelezo mnatoa maelezo ya jumla hmm. yani kama mimi leo nikilaumu serikali hmm. serikali ni nani? Masudi, wanasema hmm. nipeleke mjini, kanionyesha serikali. Kwa hiyo hmm. kwa hiyo kwa kwa, kwa msingi wa swala la feti na mimi naongezea hmm. kwa mfano, kwa mujibu wa ripoti ni idara gani ambazo mmeona zina udhaifu mpaka tumefika hapa kwenye kile ambacho ripoti imekita, na mheshimiwa, sio watu ambao nawataja wanafanya kazi chini ya idara za serikali? No, kwa mfano ripoti iko wazi kabisa. Bahati nzuri ni ripoti ya wazi, na ndio maana ripoti hii huwezi serikali ukaificha, maanake ni ripoti ambayo tumetaka tuweze kupata majawabu. Ndio, kwa mfano inaonekana kwamba kuna sehemu gani upande wa uhamiaji na upande wa uhamiaji lazima tumize moja mbili tatu especially mm -hmm. kuangalia swala zima shida za uhamiaji mm -hmm. kama swala zima la kazi kuangalia permits zinakuaje mm -hmm. Kwanini mtu sengine amekuja kwa kazi ya uwekezaji Ndeo. Lakini amepata permits ambayo unaona kwamba hailingani mm -hmm. na swala zima la kufanya kazi anayofanya. Kwa hiyo maana yake nini? Taarifa iko wazi kabisa kuhakikisha kwa kwamba kila Mtanzania awezi kupata taarifa ya kina nini kilichotokea. Na bahati nzuri taarifa hii sio ya kificho mm, eh, nasema miongoni mwa taarifa ambayo iko wazi ni taarifa hii mm, sio ya kificho. Lengo lake ni kwamba kuweza kubaini matatizo yaliyokuwepo, kubwa zaidi ni nini, kila mtu sababu ile inaeleza kila eneo, eneo gani na mapungufu mm -hmm. maana yake ni baada ya taarifa hii, kila eneo liwajibike katika kufanya kazi yake, kwa mfano katika upande mfano wa wizara mm. ya viwanda na biashara, mapungufu gani yameonekana katika wizara ya viwanda na biashara? Katika upande wa wizara ya kazi, mapungufu gani yameonekana katika wizara ya kazi? Upande wa uhamiaji uh, mapungufu gani yameonekana katika upande wa uhamiaji? mm. Ndio taarifa inavyoelezea sasa. Lengo ni kwamba kila mtu katika eneo lake aangalie stafu wake walitimiza wajibu wake, wajibu wao kama walitimiza wajibu wao, kwa nini hali tumefikia hivyo sasa? Maana katika swala zima la wajibishaji sasa, mm. litatokea katika, katika mm, bahati nzuri yale majina, kwa sababu zile taarifa zingine, zile taarifa za uchunguzi ndio. Yes, taarifa ni, ni za uchunguzi mm, si vizuri mambo ya uchunguzi. Imani yetu ni kwamba hii taarifa sasa itatupa fursa nzuri ya kuweza kushughulikia mambo mengi sana ambayo mwanzo tulikuwa tuyajui. Mheshimiwa, tuna uwezo mm. tunatoka, tutarudi wa kukaa kwenye ripoti mm. na kuangalia wafanyakazi 30 mfano, ambao wanafanya shughuli ambazo uh, sizo zilizomo kwenye vibali vyao. Tunao uwezo kama taifa wa kumwangalia shuani wa kwanza shopping kante wa pili na watatu, kuangalia vibali vyao vilitoka tarehe ngapi, vili, vi, vi, viliombwa kwa utaratibu gani, nani aliidhinisha, nani alisaini, tumfikie na kumchukulia hatua. Tunao uwezo huo. Tutarejea, tutarejea mheshimiwa waziri kwa ajili ya majibu. Hawa Breakfast nane nane.